Ripoti ya CAG inasema serikali imefanya matumizi yani, matumizi yasiyokuwa na tija ya, ya shilingi bilioni 371, matumizi ya hovyo bilioni 371. Ukienda Chunya, vijana wetu wanahitaji kuchimba madini, tunayo wangepewa vitaru, lakini hawana hata mitaji Anakuja Mchina ana shilingi bilioni mo kama shine ka bilioni moja kwamba ni mtaji, anapewa kuchimba. Wanaoingizwa kwenye mashimo ni wa vijana wa Kitanzania, ndio wanamchimbia yule Mchina anachukua dhahabu, anaenda kuuza kwao, anajenga nchi yao. Lakini leo kama hizi fedha zilizotumiwa vibaya wangepewa vijana wa Kitanzania, wangechimba wangeuza utajiri ungerudi hapa, wangejenga guest house, wangeajiri watu wetu, wangejenga hoteli, wangeajiri watu wetu, fedha ingezunguka humu, ingetoka nje ije ndani. Iko hivi kanuni ya uchumi, kanuni ya uchumi. Kwa nini ziwa linakuwa na maji mengi lakini mto hauwezi kuwa na maji mengi? Kwa sababu mto maji yake yanatembea ziwa linaweza kuwa na maji mengi kwa sababu lina uwezo wa kushikilia fedha muda mrefu. Hakuna nchi iliyoendelea duniani ambayo haina uwezo wa kuwa na viwanda vya basic industries, ndicho tunachozungumza. ocd haipo haipo. Kama wewe unaenda kwenye mgahawa hapa Mbarali unakuta american garden tomato, tomato sosi imetoka Marekani, unatengenezaji ajira kwa watu wapo. Miti inatoka mfindi inakwenda kujenga kutengeneza toothpick, tunarudishiwa hapa. Wasukuma wanalima pamba Shinyanga, Simiu, Geita. Mwalimu Nyerere aliacha viwanda vya pamba. Leo tunasafirisha pamba nje ghafi, alafu tunaenda kununua pamba za kusafisha vidonda kutoka nje. Hatuwezi kutengeneza viwanda vya kutengeneza gozi za pamba za hospitalini ili mama zetu wakijifungua wa wafungwe. Tunahitaji zitumike, tutengeneze pampas hapa. Tunasafirisha pamba kwenda kwenda China, China kwa bei rahisi, inarudi kama pampas tunainunua shilingi elfu kumi ambayo tulinunua kilo nzima ya pamba ka pampas kana nusu kilo ya pamba. Tumerogwa, iko hivyo Iko hivi, hebu sikilizeni. Unaenda Tanga walikuwa nalima mkonge, unaenda Lindi walikuwa nalima mkonge, unaenda Mtwara walikuwa nalima mkonge, wanazalisha magunia. Tunahitaji magunia kubeba mpunga, tunahitaji magunia kubeba korosho, tunahitaji magunia kubeba viazi, tunahitaji magunia kubeba tunacholima mahindi leo. Mashamba yameuawa, mkonge umekufa. Tukitaka kunua magunia, tunaagiza kutoka Indonesia na India. Utatengenezaji ajira kwa watu wako. Tuna serikali ambayo haifikirii kuhusu watu, imefanya vijana wetu kuwa maskini, wanaishi kwa na akili ya kutengeneza uchumi miongoni mwetu. Mwalimu Nyerere aliacha viwanda vya tairi General Tires ilikuwa inazalisha tairi za magari miaka ya sabini, tunatengeneza betri za, betri za magari ya Yuasa, tunatengeneza betri za tochi. Leo leo miaka sitini na tatu kuna bodaboda kila kijiji na kitongoji, tuna bajaji, hatuwezi kutengeneza tairi za bodaboda boda inatoka Mbarali Ubaruku inakwenda kwa njuu China kuagiza tairi na kwenda kutengeneza ajira kwa Wachina ambayo ingekuwa hapa ingewatengenezea ajira kwa watoto wenu. Mtatengenezaji wa uchumi inawezekanaje? Nchi ya ajabu. Alafu tukizungumza haya mnatutisha na mabunduki, mnataka kutuua. Tumesema nini kibaya hapa? Katiba yetu inasema tulinde uchumi wa nchi yetu. Tumeharibu nini hapa?